Kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mradi huu mkubwa wa barabara inayotoka msongola mpaka Banana. Leo tulikuja kutembelea mradi wetu kwa ajili ya kupata taarifa kuu mbili, kwanza mradi wetu umefikia wapi na unakamilika lini, na ukizingatia wananchi wengi walikuwa wanauliza ni kama vile mradi hauendelei. Kwa hiyo tukaja kutembelea kwa hilo, lakini cha pili kujenga mahusiano na mkandarasi Kwenye hilo la mradi umefikia wapi, kwa kweli tunamshukuru mkandarasi, ametuelezea vizuri kwamba barabara hii zitakamilika mpaka mwezi wa nne, hasa barabara hii ya kutoka Msongola kuja Sirari mwezi wa nne, na barabara ya kutoka hapa fremu kumi kuelekea njia nne itakamilika mwezi wa nne. Hiyo ndiyo uh, mwafaka tuliopata, lakini pia njia ya kutoka fremu kumi kwenda njia nne itajengwa kwa konkriti, kwa maana ya zege kwa sababu ya maji yako juu sana eneo hilo, lakini barabara ile nyingine itakuwa ni alama e, changamoto kubwa. Waliotuambia kuna baadhi ya fidia lazima zifanyike, hasa barabara hii ya kwenda njia nne, nyumba tatu zinatakiwa zifidiwe, lakini na imani serikali yangu inaifanyia kazi hilo kwa ajili ya wao kumaliza kazi. Lakini mmeona kazi ishaanza, kwa maana ya kumwaga zege, ya kutesti, kuelekea njia nne. Lakini pia barabara hii kinachozuia zaidi kwa maelezo ya injinia ni kwamba wanajenga namna ya kuzuia ile gesi ya songasi inayopita pale isiathiri no. barabara. Kwa hiyo wanaimaliza hiyo before Christmas, na wataanza kazi mara moja ya kuendelea kumwaga si, si tu, na baada ya hapo kumwaga lami. Kwa hiyo niwashukuru sana wanakivule kwa maana ya kuwa wavumilivu, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi hii, maana yeye alikuwa naigumia wakati mradi huu unaanza, na mmeona mradi huu kwa kweli ni wa muhimu sana kwetu mm. mm.

Finish. So, we, we are you handing over this road by your contract? Bana, tumemwelewa ahadi ambazo amezifanya wanaendelea kuzifanya mpaka sasa hivi. Langu mimi ni moja wakati wanakuja kujitambulisha ofisi ya kata, zipo ahadi ambazo walitoa ushirikiano wenye vitu wa serikali ya mtaa pamoja na ofisi ya kata. Vitu hivyo ambavyo wamevitoa, kuna vingine bado, kuna vingine bado hata havijafanyika hata kukamilishwa, na tunapotambua sisi wenye vitu wa serikali ya mtaa, tunapopata ahadi kwa mkandarasi, lazima ndio tukwambie wananchi wetu. Kwanza wamefurahi kwa ujenzi wa barabara na wanafurahi sana, lakini ahadi moja ambayo mkandarasi aliahidi ni walau kuchukua, kutoa ajira wananchi kunufaika katika hii mitaa. Wala mmoja mmoja wao hata hata hata kila mitaa. Mm. Lakini toka zoezi hilo limeanza mpaka sasa hivi kwa mfano mimi kwenye mtaa wangu sina hata mwananchi mmoja ambaye hata anafaidika na kushika kibendera na chochote kile. Aliakuwa si tulisha waambia. Sasa mkandarasi anatuambia vipi kuhusu hali yake hiyo ambayo aliahidi? Ah uh, wananchi wasisikilize maneno ya watu wale ya kusema ni zimamoto zimamoto inapita, barabara hizi zinafanyiwa ukarabati, barabara zinajengwa kwa kiwango cha lami na Mchina ametuhakikishia mpaka mwezi wa nne barabara yetu itakuwa imekamilika toka Msongola mpaka Sirari. Hayo mengine ya kuanzia Kitunda mpaka Banana pia wanaendelea vizuri, mradi utakwisha kwa muda uliopangwa. Lakini barabara bara yetu, wananchi wajue tu, wawe na uhakika barabara yetu inajengwa kwa kiwango cha lami. Mpaka mwezi wa nne tutakuwa tumeshapata majibu mazuri. Asanteni sana.